An anapiaa kutoka Kijamboni, Amina Qasim kutoka Kijamboni, Dar es Salaam, sallako nauliza hivi, ndio karibu. Kuna mtu amenialika hmm, shughuli hmm, ndio ya shughuli yao wanaita wanamcheza mtoto aaa katika shughuli, wanapiga ngoma, yaani ngoma ngoma nimesikia hmm. E, ni ni ah. ni ngoma na kigoma. Tuambie bwana nyewe, watu wa pwani, kigoma. Halafu hapo kuvunja radhi, hapo kumwaga radhi, hapo kufu, ya swali <laughs> so lake <laughs> Sasa, yeye, kushiriki kumcheza ni yeah. Kumcheza sasa ya, ya, mambo yaweke wazi mimi gazani zawadi labda ya, ya mtoto kwa maliza darasa la saba na nini <laughs> <laughs> maalim, mtu tuende vizuri, tusije tuka tukaiacha tuka njia ndugu yangu. Almuhimu ndugu zangu katika imani, katika vitu ambavyo havitakiwi kabisa kisheria, hili jambo ni jambo la munkar kabisa. Jambo la kwenda kuwacheza mabinti, hili ni jambo la munkar, kwa sababu unakwenda kumwandaa, unamwandaa binti au unamwandaa mtu katika jambo ambalo kwanza, yeye subhanahu, eh, situsemaje, wallahi ni hatari kubwa sana. Hili jambo ni la munkari katika sheria ya dini, na jambo hili ambalo ni mambo ya alaka, mafungamano haya, ni mambo Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala amewapa watu fahamu, na mtu kila kitu na akili zake na kila kitu. Hawa akiolewa na mume wake wataamiliana katika masala haya. hmm. haya masala ya kuwatoa tena, basi katika maeneo mengine Sheikh, nasikia anatolewa nje subhana, anawekwa katika sura, haifai hata kuelezea hapa. Kama ulivyonambia kuna dua, kuna darasa duara katika majumba huko, naogopa kuyazungumza ile maneno, lakini hakika ni munkar. Na tuache hii tabia kabisa, hii sio tabia njema na sio tabia ya Kiislamu ya kuwacheza mabinti. Kitu unamfundisha mchezo gani wewe? Hakuna hicho kitu tuwacha, na hicho kabisa. Huu ni munkar na layajuz na ni haram na yale yanayofanyika ni haram na haifai kuchangia kabisa. Huwezi kuchangia munkar.